No, takriban wiki mbili zimepita tangu Alikiba alipoweza kutangaza kwamba atakuja na ujio wa wimbo wa Singeli. Watu wengi sana wakiwa wanamsubiri kwamba Ebana King wa Bongo Flava ambao amependa ku, anapenda kujiita Alikiba yeye Ebana atakuja na mdondoko huu wa Singeli katika radha gani. Na kama unafahamu kwamba Ebana Singeli ipo katika radha tofauti tofauti. Mba, kuna radha ya Bakola lakini pia kuna Singeli ya Laza. Sasa kwa upande wa Alikiba yeye Ebana ameweza Ebana kutangaza kwamba e, anakuja na wimbo wa Singeli lakini pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kupakia video ambayo video hii imekuwa ni video ya yeye pamoja na watu tofauti tofauti wakiwa wanaimba e bana, lakini pia kwenye upande wa caption pale ameandika hashtag ubuyu hashtag kingkiba. Kupitia e bana video hii hapa, ambayo Alikiba alikuwa akiimba pamoja na e bana watu tofauti tofauti, inaonekana kabisa kwamba e bana wimbo huu utakuwa ni wimbo fulani hivi ambao uko na vibe ndani yake, na watu wengi wakiwa nasubiri kwamba itakuwaaje, watu wakiwa wamekaa mkao wa kula wakiendelea kusubiri kwamba Alikiba atakuja vipi katika singeli hii hapa ambayo ina anafahamika kwa jina la Ubuyu. Sasa, kwa upande wa Alikiba kihistoria, ni kwamba itakuwa ndo wimbo wake wa kwanza tangu ameanza muziki, kwa sababu e bana, katika historia ni kwamba Alikiba hajawahi kufanya wimbo wowote wa singeli na last time pia Alikiba aliweza kuachilia track yake, aliweza kuachilia EP yake ambayo EP hiyo ilikuwa ina takriban e bana nyimbo sita tofauti tofauti. To kupitia EP hiyo ya King Kiba, yeye aliweza kufanya e bana nyimbo hizo pamoja na wasanii tofauti tofauti kama vile Mario, Jay Melody, lakini pia Nandi na aliweza kufanya nzuri kabisa na EP hiyo iliweza kuuza e bana mauzo ya kueleweka kabisa. Sasa kwa upande wa Alikiba watu wengi sana wakawa na mijidara kwenye mitandao ya kijamii kwamba kwa nini EP hiyo, kwamba asingeweza kutoa hata wimbo mmoja, kwa sababu EP hiyo ya ya starter ambayo aliweza kuiachilia e bana King Kiba tangu mwaka 2024 huko ni kwamba kwa nini asingeweza kuachilia wimbo wowote wa singeli. Sasa Alikiba sasa hivi ni kama vile amewajibu watu kwa kazi ambayo e bana iko njiani kabisa ambayo inafahamika kwa jina la Ubuyu e bana macho lakini pia na sikio ya mashabiki wa burudani wao wakiwa na kama kwa kula kusubiri kwamba ni nini ambacho Alikiba atakuja kuonesha ebana, mashabiki wake kwamba yuko na uwezo wa kuweza kuimba ebana, wimbo huu wa singeli. Sasa nikukumbushe tu kwamba moja kati ya watu ambao wana nyasifa kubwa sana serikalini ebana, msemaji mkuu wa serikali siku za hivi karibuni aliweza kueleza kwamba wasanii, kwamba inabidi waweze kuboost sana mziki wa singeli, cause mziki pekee ambao ebana, chimbuko lake ebana, asili kabisa ni hapa hapa Tanzania ebana, watu wengi pia wakiwa na kwamba Damo Platinum pia Alikiba na master tofauti tofauti, ambao ni A-list musician wa hapa Bongo, kuendelea kuboost mziki wa singeli kuweza kwenda viral zaidi. Ni upi mtazamo wako kwa mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Dropisha komenti yako kunyonja comment hapo, siecha kusubscribe kwa taarifa kadha kadha ini sasa online digital chao chao